Wanaume watatu walikuwa wakisafiri katika safari yao, wakatafuta pahali pa kupumzika usiku. Wakaingia kwenye pango, sehemu tulivu na salama, lakini ghafla jiwe kubwa likateleza na kufunga mlango wa pango. Wakapata hofu, hawakuweza kutoka, wala hakuna mtu nje anayeweza kuwasaidia. Wakakaa wakatazamana, na mmoja akasema Hakika hatutoki hapa mpata, tumuombe Allah kwa matendo mema tuliyoyafanya kwa ikhlasi. Wakakubaliana, na kila mmoja akataja tendo lake la ikhlasi kabisa alilolifanya kwa ajili ya Allah. Mtu wa kwanza akasema: E Mola, nilikuwa nikiwahudumia wazazi wangu kwa upendo mkubwa. Siku moja nikachelewa kurudi nikawakuta wamelala. Nikasimama pembeni yao usiku kucha nikiwasubiri waamke ili niwape chakula kabla ya watoto wangu. Nilifanya hivyo kwa ajili yako pekee, e Mola. Kama nilifanya hivyo kwa ikhlas, tufungulie. Jiwe likasogea kidogo, lakini mlango haukufunguka. Mtu wa pili akasema: E Mola, nilimpenda mwanamke sana na nilikuwa na uwezo wa kumdanganya, lakini kwa kukugopa wewe nilijizuia, na nikamwacha kwa ajili yako. E Mola, kama nilifanya hivyo kwa ikhlas, tuondolee dhiki hii. Jiwe likasogea zaidi, lakini bado hawakutoka. Mtu wa tatu akasema: E Mola, nilikuwa na mfanyakazi aliyefanya kazi kisha akaondoka bila kuchukua ujira wake. Nikautunza ule ujira, ukaongezeka ukazaa mali nyingi. Aliporudi baada ya muda, nikampa kila kitu bila kubakiza chochote, kwa ajili yako. E Allah, kama nilifanya hivyo kwa ikhlas, tukomboe mara jiwe likasogea kikamilifu na mlango wa pango wakafunguka na wote watatu wakatoka salama. Ndugu zangu wa msikiti, kisa hiki kinafundisha kuwa tendo lolote jema hata dogo likifanywa kwa ikhlas linaweza kuwa sababu ya msaada mkubwa kutoka kwa Allah. Usidharau ikhlasi yako na usiache kufanya mema kwa sababu mema yaliyofanywa kimya kimya ndio yanayoweza kukuokoa katika majanga makubwa unayokutana nayo maishani. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.